Dada Happy karibu. Asante sana. Umetokea wapi? Umesikia wapi? Nimetokea kwa Mwanza mimi niliwasikia kwenye mitandao ya kijamii. Okay. Mm -hmm. Okay. Tuambie kinini kimekuvuta kuja kwetu? Yeah, nimevutiwa na nyinyi kwa sababu nyinyi mm -hmm. mnaenda moja kwa moja yani na face, mna mtu kitu ambacho anahitaji. Mm -hmm. Alafu pia mnaenda kwa mkataba, kwa makubaliano. Mm -hmm. Kwa sababu kama kazi zingine tu mtu anakuchukua, mm -hmm. hivyo mara anakudhulumu. Mm -hmm. Kwa mimi nimevutiwa na nyinyi mnaenda na mkataba. Si unajua mali bila daftari? mm. lazima <laughs> u, u, umeandika sasa. mm. Kama kitu umeandika lazima utapata tu haki yako. mm. Kwao nilivutiwa na nyie kwa sababu pia kuna malengo niliyokuwepo nayo nimemaliza, mm -hmm. chuo, diploma ya pili. Diploma ya pili. Chuo Mne, gani? chuo cha mipango, mm -hmm. mm -hmm. chuo cha mipango na maendeleo hapo Mwanza. Sasa nimekaa nyumbani muda mrefu sana. okay. lakini kwenye huo mwaka mm nilipata experience kidogo. experience ya nini? nilikuwa nashughulika na malezi ya watoto, upishi. okay. na usafi. Wapi huko? uko Sengerema. uko. okay. Uliajiriwa? Ndio, lakini mm -hmm. okazi ilikuwa haina mkataba, haina mkataba. Yeah, lakini mm -hmm. pia ilikuwa shilingi 80. mm -hmm. sasa nilikaa miezi sita, nikawa nimeona bosi. Mm. ndo hivo, maana haeleweki hivo, nikaendelea kukaa navumilia nyumbani. mm -hmm. Nasema siku moja, na mimi ntakuja kweli kupata kazi. mm -hmm. Lakini hivyo hivyo, siku zinaenda zinaenda, mala pap, naingia mtandaoni naonana nanyie. mm -hmm. Mnawa interview watu, mnawauliza vitu fulani kama hivi, unavyofanyiwa wewe leo, zamu yako sasa, nikapenda mm -hmm. Nikasema oh, kumbe pia kuna hizi kazi yaani kuna vitu live vinananilie vya hizi hizi kazi mm. Mi kajue tu ni mtu anakuchukua from nowhere na mara na kutreat ambavyo sio. Kwa hiyo nikavutiwa na nanyewe kwa kweli mm, kwamba yeah. Tuna mfumo tuna mfumo tuna taratibu ambazo zinaeleweka za kisheria, tuna mikataba yani, sio mambo ya kiolelaolela. Hicho ndo kikakuvuta? Kwa hiyo sasa, ulituona ukiwa bado kwa huyo bosi wako? Hapana, nishatoka. Nilikuwepo kwa mamdogo wangu, nasubilishia mambo ya tiki hivyo, natuma ajira spati, eh, unatuma maombi ya kazi, mbona umri unaenda sasa, alafu nipo tu nyumbani, mambo hayaendi. Nikasema kwa nini nisiwasiliane nao watu labda naweza nikapata kipato ambacho mm. kitanitoa mimi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mm. japokuwa ni kazi zile zile za kila siku ambazo tuna hivyo tumezifanya, tunapata experience pia koje ni wasiliana na watu mm. okay. mm. basi mimi siku moja nilichukua namba pale nikawasiliana na mama moja, kwanza nilituma ujumbe, mm. maana muda pia ulikushaenda usiku, ile kwa muda jioni, na maana muda okay. kazi uko umeisha okay. nikatuma ujumbe mm -hmm. habari, nikajitambulisha pale, nimetokea wapi, nina elimu hivyo nikamwambia nahitaji ni, na kazi mm. akawa ameniambia okay, karibu mm. tutawasiliana na wewe mm -hmm. kesho mm -hmm. saa mbili mm -hmm. kasema sawa, mada aya siku yake, hiyo sikukata tamaa, kasema namtafuta tena mm -hmm. sababu nina malengo yangu, kasema namtafuta tena okay, nikamtafuta ivo, mtafuta kanipa maelekezo njo na hii barua njo na vitu fulani vitu vingi kanielekeza, kasema sawa madam. mm. ingikaelekezaasemaaa lakini kamwambia nivumilie Ntakuja Jumatatu. mm -hmm. sababu pia kuna nauli nauli mkoani sana mm -hmm. ko, evo, kutoka naulinajua mm -hmm. ko nasubiishanau ile nauli, sikutaka kupoteza muda, nikasema acha ni wahiyo furusa, kwasababu kama mungu amenionyesha hivi mm -hmm. naisi kama ntaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nilipofika huku sijafika da ujawai ndio yeah, mara oh, ya kwanza kwa hiyo mm-hmm, umekuja direkti kutoka yeah, kuja, kuja na da wadada sent mmoja tu kwamba naenda wadada sente. Wao sasa hivo nikafanya mipango yangu. Hujapotea. <laughs> uh <-huh. laughs> maana kuna wadada wengine wako mikoani waki wanaogopa, <clears throat> tafika kweli. hebu we wape experience. kwa sababu ulikuwa ujawai kufika da na umekuja moja kwa moja, umetokea mkoa gani? Umesema Mwanza, umetokea Mwanza direct yeah, umekuja mpaka umefika kituni kwetu eh <laughs> uh -huh. ukupata usumbufu wowote? ya yeah, kiukweli, lazima uogowe nao, sinajua sehemu <laughs> mm. kama <mwja> ujafika <laughs> <laughs> lazima uwe na uoga afu kikumbuka sehemu fulani wako hivi hivi mm. Kwao lazima uogope, lakini mm. kasema hapana, nina Mungu wangu ataniongoza. yeah. Wow. Kwa hiyo nikapanga vitu vyangu hivo, safari ikawa imeiva mm. Sikutaka kupoteza muda kwa kweli, nilikata tiketi nikawasiliana na ajent mm. nikakata tiketi mm -hmm. akaniambia hivo hivo, tukaelezana kuhusu usafiri ikoje, akanielewesha kasema sawa mm. na maana nikatoka kule asubuhi asubuhi sana, kwa sababu mm naweza akakupa ratiba ya usafiri afu tena saa ikaahirishwa katoki mejes. mm -hmm. Nikasema hapana, naondoka sasa hivi. mm -hmm. Nikajiandaa vizuri, nikaweka vitu vyangu, nikaondoka, nikaanza safari, nikafika Mwanza hapo muda wa gari kuja afika muda wa gari kwa saa moja, lakini sema nasubiri na alikuwepo ndugu yangu Mwanza. Sikusema kwamba naenda kwa ndugu, hapana, naweza nikapata vishawishi vingine huko, nikaachana na malengo ambayo nilipo nayo kiukweli. Mimi vitu ambavyo napenda na, na vitu ambavyo navipenda sana mm -hmm ninapenda kujifunza mambo ya urembo mm -hmm. Mambo ya fashion. Mm -hmm. Alafu pia nataka nije kuwa boss mm -hmm. Nataka nije kuwa bos mm -hmm. Na mimi niwe na duka langu mm -hmm. Niwe kama bos wengine. Oh, siwezi nikakaa tu, tunasubiri ajira kitu niichokusomea lazima mm. Nipate uzoefu sehemu zingine yeah. Alafu pia nilivyoangalia mna mishahara mizuri nikasema sawa mm. Hii mishahara mm -hmm. <laughs> Utaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine <laughs> mm. yeah. Umenifurahisha. mm -hmm. <laughs> Sawa kabisa. mm -hmm. Dada Happy karibu sana Asabi. E, yani we umeongea tu umekuwa mkweli wa maisha yako mm -hmm. wa nafsi yako mm -hmm. Kwanza tu umevutwa na mshahara. mm -hmm. Pili umekaa nyumbani bila ajira yeah. Unatuma maombi ya kazi, kazi hamna lakini mm. Ukaona hata hizi kazi za mm. ndani bado ni kazi, kwa sababu ni kazi ambayo haidhalilishi utu wako hauji okay. kujiuza hauji mm. kufanya mambo mabaya. Ni kazi unaenda kufanya za halali okay. kwa hiyo ukaamua uji kwa ajili ya kwenda kupambania ndoto zako. Nichopenda okay. zaidi unataka kuwa boss lady yeah, Bina, yani hapo ndo umenimaliza kabisa <laughs> kwa sababu wanawake bado wanataka kutembelea hela za wanaume, anataka atafutie kibosile ambaye ata atampa maisha hizo e, ni fikra za kimaskini kwa sababu wanawake wengi wanateseka kwa kutegemea hela za wanaume Mti. Ingawaje hawasemi, lakini wanawake waliojikwamua kiuchumi ni wanawake kama wanavyosema maboss lady, wanaishi maisha yao kwa uhuru, wanaheshimika kwenye jamii zao, kwenye familia zao Mti. Kwa hiyo nakupongeza sana kwa kuwa na mindset ambayo ni positive ya kuwa boss lady ya Sankisa. Kutafuta cha kwako Sankisa. Ili siku moja nawe Mungu akikujalia ukawa na mji wako na familia yako usiwe mama mzigo uwe mama bora, uwe mke mwema kama yeah, mke wa Mithali ya 31, yeye ni msaada katika familia yake. mm -hmm. Na mwanamke yoyote ambaye ni msaada kwenye familia, ndio msaidizi, ndio mm -hmm. Maana ya neno msaidizi inapokuja, yeah, swala la ndoa ni yeah, msaidizi sio golikipa, sio tegemezi. Ukijiweka mwanamke kama, kama tegemezi na golikipa utateseka. mm -hmm. Utadharauliwa mpaka na watoto wako mwenyewe. mm -hmm. Lakini wakijua mama yetu ni mama ambaye ni msaidizi mpambanaji. ni mpambanaji mm -hmm. Kila mtu anakuheshimu ndani ya familia. mm -hmm. Kwa hiyo dada yepi, karibu sana. Asante sana. Kwa hiyo umepokelewa vizuri? Eh, nimepokelewa vizuri. Nifika jana muda, muda wa kupokelea umeisha lakini nilipokelewa vizuri kwa kweli, kwa sababu walikuuliza risiti maana kuna wadada wengine wanakujaga hapa muda za... ukiwa mda ukiya, oh, tiketi kuna yeah. Dada yuko hapa hapa, da anatujia hapa giza, atumpokei huko, ni kukosa adabu. Namuuliza ah, wewe, ingekuwa ni benki unaenda ungeenda usiku okay, nah? Kwa nini huje ofisini kwetu usiku? ah. Kwa hiyo mtu akija muda umeenda, akatuambia akatoka mkoani, lazima atuonyeshe ushahidi. mm. Yeah, okay. oh, walikupokea tu, walikuuliza wali lakini umetokea wapi? Ndio nikajieleza, umetoka Mwanza Yeah, okay. Okay. Hey, walikuwa wanakutarajia yeah, hey, hey, wana taarifa zako. kwa kweli atupokei watu. Hey, adabu tuanzie kufundishana hapa hapa bila hivyo, utaenda kwa bosi wako uanze kumjia usiku, hapana hey. Hey, sisi tunataka wadada ambao hata kama hawajafundishwa maadili basi wajifunze Mene, kupitia sisi Tio. Eh, kwa karibu sana dada yepi. Asante sana. Haya.